Yuko mtu mwanasiasa anakuja kupigwa na kufa na itakuja kushtua nchi ya Kenya kwa kiwango cha ajabu, lakini sasa siwezi nikamwambia mara ngapi? And when God brings, si umeona ile yangu ya uinjilisi imekuja mara ngapi? Tatu. it means it is true, it is coming. Ukiona mara mbili, confirm know how to deal with it, it is coming. Yusufu, Farao aliletewa mara ngapi? Yusufu akamwambia, it is confirmed. Zile ngano vichwa saba ni hiyo hiyo zile zimekonda ni hiyo hiyo. Ng'ombe saba ni hiyo hiyo, zile zimekonda ni hiyo hiyo. It means it is coming, you need wisdom to talk to counter attack it. So ya oti nakuja, anyway we tafuta vile ambavyo utaondoa nja, lakini inakuja. So hicho kifo kinakuja, kwa huyo ni itafutwe njia itakavyoondoka, lakini inakuja. But you know, Kenya, prophets, wanatukanwa. So that is the only way I can put it. Nimekaa nayo miezi mingapi sasa. But it is confirmed. Itakuja kuwashtua na kuwaacha gizani. Utaangalia hivi, utasema hata fulani pia amefukufa. Wachana hizi za juzi, no. Kuna sehemu nikiwaambia vile ilivyowekwa, utajua ni nani, na huko ndio sitaki kwenda. Utasema hata fulani, hey. Itabakia kwa historia ya Kenya kwamba huyo alikuwako na alikufa. Itabakia kwa historia, hata watoto wenu miaka 80 ijayo watasoma huyu alikuwako na alikufa, kama vile unaona wakina Tom Mboya wanasomwa, J.M. Kariuki mutasoma kwenye historia, lakini ni kitu kinaweza kikaepukwa baya watu kuwa anakuwa gavana ama anakuwa unge, wanaowazingira kwa wanataka, wanakupima waongee maneno ambao unapenda kusikiliza, hawezi kukwambia ukweli.